Takriban watu elfu moja na mia tano wanatarajiwa kunufaika na mpango kabambe wa afya ya jamii katika eneo la Mbungoni, eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa. Dayosisi kuu ya Katoliki ya Mombasa kwa ushirikiano na taasisi ya mpango wa kuleta mabadiliko ya kiafya na kiuchumi barani Afrika wameandaa kambi ya matibabu ya siku moja kama sehemu ya kampeni ya miezi mitatu ya kuelimisha na kuzuia virusi vinavyosababisha saratani ya kizazi HPV katika ukanda wa Pwani. Sound free consultation na daktari A gynecologist is also available pia tuna daktari wa chakula na walishe anaweza kupewa wamama e, maoni kuhusu ni nini wanafaa kukula. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba kila mama mwenye ako na mimba anaweza kubeba hii mimba yake hadi ifike tamati na aweze kuzaa mtoto akiwa na afya njema, kwa mtoto na kwa mama pia. Biletu kwa serikali ni kurudisha the Linda Mama program ilikuwa inasaidia sana kwa sababu SHA currently inalipa almost 10,000, ambayo the other charges ni very rare watu wengi kupata